Haujaja duniani kwa bahati mbaya, ndugu mpendwa. Wewe ulikuja kwa kusudi maalum. Kanuni za umbaji, kabla Mungu hajamruhusu mwanadamu aje hapa duniani azaliwe, tayari kusudi lake linakuwa limetangulia mbele. Manake wewe unakuja duniani ukiwa na suluhisho fulani katika maeneo fulani, ndio maana umezaliwa katika nchi ya Kongo. Kuna mwingine yupo Tanzania, mwingine yuko Uganda na mwingine niko Marekani kila mtu anatofautiana na kusudi lake na kutokana na ile kusudi inakuwa suluhisho katika jamii inayokuzunguka, edha ni taifa, edha ni dunia kwa ujumla. Kwa hiyo jinsi ulivyo, usijidharau. Ndani yako mna kitu kikubwa ambacho kitakachoweza kufanikisha hata usipoenda shuleni. Ndugu mpendwa, kama ndio mara ya kwanza kutembelea chaneli hii, chaneli iko hapa maalum kwa ajili ya kutoa elimu isiyofundishwa shuleni, pamoja na kukusaidia kujua winani, kujua vipaji na vipawa ambavyo vimo ndani yako, zaidi na zaidi kuweza kukuimarisha kiroho na kimwili, na kusaidia kufikia malengo yako, maono, ndoto ulizonazo katika maisha yangu, maisha yako. Jina ni Munguiko Kalaba. Mambo mane yanaombatanisha na kusudi. Jambo la kwanza Kusudi ni kitu ambacho unakipenda, ni kitu ambacho una hamasa na shauku kuweza kukifanya asubuhi, mchana na jioni, ni kitu ambacho unakipenda zaidi na zaidi. Ni ile kazi ambayo unasemaka nikipata fedha kiasi fulani, kiasi kadhaa, hakika nitacha kazi hii, nitaenda fanya kazi hii, maana ndio kazi naipendaka. Ni ile kazi ambayo unaweza kuipenda kuifanya leo hii mpaka unaondoka duniani na uko unaifanya, hiyo ni kazi ambayo hiyo ni sehemu yako ambayo Mungu alikutia. Kwa mfano, nafanyaka biashara. Sasa ile biashara unaipendaka sana sana. Ni kitu maga ni kitu ambacho hata yani usukumwe kwenda ukifanya, bali wewe mwenyewe unakifanya tena na kwa ubora na zaidi kutokana na moyo wako na kuweza kukirizia. Jua hiyo ni sehemu yako Mungu ambayo alikutia hapa duniani. Jambo la pili ni kitu ambacho unaweza kukifanya Make ndani yako, unaweza ukajikuta uko na uwezo wa kipekee ambao unakuwezesha kufanya jambo fulani la kipekee. Hata wengine wakiona unakifanya wanakushangaa, wana wanakuambia ese, unawezaje kufanya kitu? Unajikuta huko wewe mwenyewe, huko wa pekee. Jua hiyo ni sehemu yako. Maana kusudi ni kitu ambacho unakipenda. Pili ni kitu ambacho unakifanya kwa uwezo mkubwa na hutumii nguvu kubwa ama nguvu nyingi kuweza kukikamilisha, ambayo unakifanya kwa uwezo tu kwako kama kawaida, jua hiyo ni sehemu yako. Jambo la tatu, kusudi mara nyingi ni sio kitu cha kwako binafsi, bali inakuwa ni inakuwa ni uhitaji wa dunia. Ukijikuta ndani yako kuna kitu ambacho una roho na kuambia uwezo, ukifanya unaangalia, ukifanya dunia itafaidika Jua hiu, jua hicho kitu ni kusudi maalum. Maana ni kusudi si la wako binafsi, kusudi inakuwa la watu maelfu na maelfu, na wala halikuwa la mtu binafsi, naweza kuwa la nchi yetu ya Kongo, eza inaanza kuwa tala ulimwengu mzima, lakini kusudi mara nyingi halikuwa la wako binafsi. Jambo la ini la kuweza kujuana la mwisho, mara nyingi ni kitu ambacho dunia itakuwa tayari kuweza kukulipa. Ni kitu ambacho unaweza kukifanya leo ndio eze kisikulipe leo hii, lakini baada ya siku kadhaa kinaanza kukulipa, kulipa, maana dunia inakihitaji na msuluhisho kwa wanadamu. Asante kuwa naye mwanzo hadi mwisho. Niambie nini ambacho umekijifunza katika comment, nami pia nitakujibu katika comment. Kumbuka ndoto yako inawezekana.